Kitabu cha Mika sura ya saba. Ndio kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, ambapo siku ya leo tunaendelea na kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Karibuni sana, tunaenda kuhitimisha kusoma kile kitabu cha Mika ikiwa ni miongoni mwa vitabu vilevile vya manabii vyenye sura chache. Wapendwa, tufungue kwa sala ili tuweze kusoma na kuhitimisha kitabu hiki kwa pamoja, kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, Amen. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo Baba, tunasema asante tunapoenda kusoma kitabu cha Mika. Tunakushukuru Roho Mtakatifu, ulikuwa na sisi tangu tulipoanza ile siku ya kwanza kabisa ya kusoma sura ya kwanza hiki kitabu. Ee Bwana, umetembea na sisi, umekuwa na sisi, mkono wako umetuongoza tunaomba utuwezeshe hata leo kuendelea kusoma na kuendelea kupata ufunuo, E Bwana, wa kuendelea kutembea katika sauti ya Mungu iliyo chakula cha uzima, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme Amen. Wapendwa, pia unaweza ukaendelea kukisoma kitabu hiki katika chaneli yetu ya YouTube na Facebook zinazofahamika kwa jina la Jerusalem Family TV doti mwalimu Petro na Evodia Mazwile ambapo mahali hapo utapata nafasi ya kusoma kitabu hiki kwa ukaribu zaidi. Usisahau kusubscribe upande wa YouTube na usisahau kufollow upande wa Facebook. Tufungue kwa sala, tuanze rasmi siku ya leo. Wapendwa, Mungu awe pamoja nasi katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ungana nasi wedi project kuanza rasmi usomaji, mlango wa saba. Ole wangu, maana mimi ni kama hapo walipokwisha kuyachuma matunda ya wakati wa hari, kama zabibu zichumwazo baada ya mavuno; hapana shada la kuliwa. Roho yangu inatamani tini iivayo kwanza. Mtu amchaye Mungu ametoweka asionekane katika nchi, wala hapana mtu mwenye adili katika wanadamu wote; huotea ili kumwaga damu, kila mtu humwina ndugu yake kwa wavu. Mikono yao inayashika mabaya wayatende kwa bidii; mtu mkuu aumba rushwa kadhi yu tayari kuipokea; mtu mkubwa hunena madhara yaliyomo rohoni mwake, hivyo ndivyo wafumavyo hayo pamoja. Mtu aliye mwema miongoni mwao ni kama mbigili, mtu mwenye adili miongoni mwao ni mbaya kuliko boma la michongoma. Hiyo siku ya walinzi wako, yaani siku ya kujiliwa kwako, imefika sasa; kutatokea kufadhaika kwao. Msimwamini rafiki, msimwekee kiongozi tumaini Ilinde milango ya midomo wa kinywa chako, ili mkeo alalaye kifuani mwako asijue habari. Kwa maana mwana humwaibisha babaye, na binti huondoka ashindane na mamaye, na mwanamke aliyeolewa hushindana na mavyaaye; adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake mwenyewe. Lakini mimi nitamtazamia Bwana, nitamngojea Mungu wa uokovu wangu; Mungu wangu atanisikia. Usifurahi juu yangu, Ee adui yangu. Niangukapo nitasimama tena; nikaapo gizani, Bwana atakuwa nuru kwangu. Nitaivumilia ghadhabu ya Bwana kwa kuwa nimemwasi, hata atakaponitetea teto langu na kunifanyia hukumu; atanileta nje kwa nuru, nami nitaiona haki yake. Ndipo adui yangu ataliona jambo hilo, na aibu itamfunika yeye aliyeniambia yuko wapi Bwana Mungu wako Macho yangu yatamtazama; sasa atakanyagwa kama matope ya njia kuu. Ni siku ya kujengwa kuta zako, siku hiyo mpaka utasongezwa mbali. Siku hiyo watakuja kutoka Ashuru na miji ya Misri, na kutoka Misri mpaka huo mto, na kutoka bahari hii mpaka bahari hii, na kutoka mlima huu mpaka mlima huu. Hata hivyo nchi itakuwa ukiwa kwa sababu ya hao wakaao ndani yake, kwa sababu ya matunda ya matendo yao. Walishe watu wako kwa fimbo yako, kundi la urithi wako, wakao peke yao mwituni katikati ya Karmeli; na walishe katika Bashani na Gileadi kama siku za kale. Kama katika siku zile za kutoka kwako katika nchi ya Misri, nitamwonyesha mambo ya ajabu. Mataifa wataona na kuzitahairikia nguvu zao zote; wataweka mikono yao juu ya vinywa vyao, masikio yao yatakuwa na uziwi. Watayaramba mavumbi kama nyoka, kama vitu vitambavyo juu ya nchi. Watatoka katika mahali walimojificha wakitetemeka, watakuja kwa Bwana Mungu wetu kwa hofu, nao wataogopa kwa sababu yako. Ni nani aliye Mungu kama wewe, mwenye kusamehe uovu na kuliachilia kosa la watu wa urithi wake waliosalia? Hashiki hasira yake milele, kwa maana yeye hufurahia rehema. Atarejea na kutuhurumia atayakanyaga maovu yetu, nawe utazitupa dhambi zao zote katika vilindi vya bahari. Nawe utamtimilizia Yakobo kweli yako na Ibrahimu rehema zako ulizowaapia baba zetu tangu siku za kale.